Lichezoni timu ya The Blues FC ilikabana sare tasa dhidi ya Mabeghani FC kwenye ufunguzi rasmi wa mchuano wa Amriyah Boy Super Cup makala ya tatu katika uwanja wa Kisauni huko Mombasa, wasimamizi wakisema hatua hiyo ni njia mojawapo ya kukuza na kuimarisha vipaji vya vijana katika eneo hilo. Lakini njia hizi za kutrain watoto wakiwa wadogo, competitions ni nzuri. Kwa hivyo ni lazima tu rely so much on youth kuwa promote tuwe na steady youth development program ambazo zitaweza kukuza vipaji vizuri ambapo hawa karibu wote ni youth. Nafanya kila mwaka, last year pia tulikuwa, lakini hii iko in a big way, in a big way. Last year tulisupport, lakini hii tume tumesupport in a big way. Kila teams watapata uniforms, kuna balls, kuna zawadi kemkemu kuna talent nyingi sana Mjambere and uh, we need to tap into those ta uh, talent. Mambo kama haya yanahitajika kufanywa mara kwa mara, kwa sababu ni sababu moja wapo ya vijana wazuri kuchipuza na ni sababu moja wapo ya timu kubwa kuja kufanya scouting na kuchukua vijana wadogo.